Baba, umekiabiri chombo cha kwenda mbali, safari shtukizi, pasi kutupa mkono wa buriani. Machozi nyusoni, nyoyo zetu nzito kwa majonzi. Maneno yametupungua, tumeikubali yake Mola huu hukumu. Ila, misemo yako Baba hatutaisahau. Mwanga wa taifa kuu zawadi ushupavu. Ucheshi wako kivuli kwenye mawimbi ya ukombozi. Dhoruba imetufika, kilio, kilio, kilio, kote nchini. Nchi gani hii choyo hamna marejeo, ulokwenda Baba, na kutuacha na kingi kilio. Boma yetu sasa mengi mahangaiko, mateso yatungojayo ni yale ya mama kambo. Ila, misemo yako Baba, hatutaisahau mwanga wa taifa kuu zawadi ushupavu. Ucheshi wako kivuli kwenye mawimbi ya ukombozi. Dhoruba imetufika kilio, kilio, kilio kote nchini. Mwezi wa kumi tano na mwongo ndo tarehe Taifa kapapatika ulipofikia huo ujumbe. Uwepo miaka ishirini tulitazamia tele sherehe, ila sasa tuona ugumu kuendelea mbele. Ila misemo yako Baba hatutaisahau. Mwanga wa taifa kuu zawadi shupavu ucheshi wako kivuli kwenye mawimbi ya ukombozi. Dhoruba imetufika, kilio, kilio, kilio, kote nchini. Baba, umetuacha mayatima hohe hahe, upweke mwingi, wengi wako wajane Hapatikani mwingine kama wewe hii karne, ila tajapatana ulikobarizi kule milele. Ila, misemo yako Baba, hatutaisahau. Mwanga wa taifa, kuu zawadi, ushupavu ucheshi wako kivuli kwenye mawimbi ya ukombozi. Dhoruba imetufika, kilio, kilio, kilio, kote nchini. Baba, wosia wako tuishi na udugu, ukabila tuzike kwenye kaburi la sahau Ushauri bora nchi mbele tuwe wazalendo. Siri ya uwepo wako katiba, tuzungumze, shirikiane, maeneo maendeleo. Mzalendo Raila Amolo Odinga, Mola na ailaze roho yako pema peponi.